Jukumu letu la kwanza kubwa hivi sasa ni kwenda kukisuka kiorganizesheni chama chetu kipya, na mimi sina hofu. Mheshimiwa naibu katibu mkuu bara amesema, tukiangalia sura hapa, tunajuana, tunajuana vizuri sana. Nani ana uwezo wa kukaa miezi mitatu bila kulalamika akijenga chama? Nani ana uwezo wa kuiacha familia yake miezi sita kwenda kujenga chama? Nani ana uwezo wa kuhakikisha kwamba chama kinajengwa. Tunajuana na tumo humu, tunajuana. Uongo, ndugu zangu, uongo, wanachauma wenzangu, uongo kwamba tumo watu magoigoi humu. Hakuna wapiganaji humu, hakuna soja humu. Sasa twendeni tukajenge chama chetu kipya hiki. Huko tunapokwenda Tutawakuta wanachaumma wenzetu, tuwasikilize, tukae nao. Hakuna Chaumma mpya wala Chaumma kongwe, leo kuanzia hapa Chaumma ni moja na sisi wote ni wamoja, na tuwe, tuwe tayari kushirikiana kwa namna yoyote ile iwavyo katika kuijenga na kukiimarisha chama chetu cha Chaumma. Tunatambua kazi kubwa iliyo mbele yetu ya kwenda kukisuka chama hiki lakini mimi sina chembe ya hofu sina chembe ya mashaka, na kipimo ni hiki. Kama tumeweza kuelezana kuja na tukae katika mazingira magumu, tena mazingira ya kipindi cha muda mfupi, nini kitatushinda? Wapi hatupajui? Wapi hatujafika? Wapi hatujui password yake? Nini tufanye chama hiki kiweze kuwa imara? Wapi hatujui? Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapotoa maelekezo haya ya kwenda kukisuka chama ninatoa kwa kujiamini kweli kweli, yani ninatoa kwa kujiamini kweli kweli. Ndani ya mwezi mmoja, ninaamini tutaona mabadiliko makubwa ya Chaumma ikiimbwa kila kata, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa na kila Taifa. Sina chembe ya mashaka kwa sababu tunajua, kwa sababu tunafahamu na kwa sababu tunayo ari, tunayo nguvu, tunayo shauku, tunayo kiu ya kufanya hivyo, ile ile tuliyokuwa nayo miaka kumi iliyopita, miaka kumi na tano iliyopita, miaka ishirini iliyopita. Na ndio maana tunasema tunaendeleza tulipoishia, kwa sababu tunajua wapi tulipoishia.